Barini za saizi ndoa tunayo na tunatamba, tunatamba nayo <laughs> yeah, nashukuru kupata nafasi ya kuongea baada ya ndoa kufungwa, ni jambo zuri sana. Mkurugenzi wa Benchmark, Madam Rita au niseme Captain Rita, wawakilishi wa Azam Media, nimefurahi kumwona CEO pia, wadau wa maendeleo ya sanaa wasanii na washiriki mbalimbali lakini kipekee eh, nipende kumtambua pia bosi wangu Master J ambaye ni mjumbe wa bodi ya Baraza la Sanaa la Taifa. Nimefurahi kukuona. Waandishi wa habari, mabibi na mabwana, habari ni za mchana. Tena kipekee, nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi ya kuwepo hapa leo kushuhudia jambo hili kubwa E, ambao tunasema ni harusi ya eh, BSS na Azam Media, lakini pia uzinduzi wa Bongo Star Search msimu wa kumi na sita. Kimsingi, BSS limekuwa ni jukwaa ambalo lina mchango mkubwa sana kwenye maendeleo ya sanaa, na sisi kama baraza la sanaa tunaliona hili kwenye ubunifu ambao BSS wanaonyesha. Kama ni mfuatiliaji mzuri wa BSS utagundua wana kitu kipya kila msimu. Msimu uliopita tulikuwa tuna beyond borders, tumekuja kwenye msimu mwingine ni next level, na next level kweli, na wote tunakubaliana kwa hili. Ni jambo kubwa sana na kipekee, nitoe shukrani kwa uongozi wa Benchmark jinsi ambavyo mnaiongoza BSS, lakini pia Azam Media kwa ushirikiano, na hii inaonyesha kwamba sekta binafsi ni nguzo kubwa kwenye kukuza na kuendeleza jamii ikiwemo katika eneo la sanaa. Madam Lita amezungumza kuhusu vijana, e, wengi ambao wamepita BSS na sasa hivi ni watu wakubwa, e, akiwemo Peter Msechu, e, Harmonize ka Jeremiah, Salafina. Hili ni jambo kubwa. Naamini hata mimi niliwahi kupita kama mtazamaji mzuri na mfuatiliaji wa BSS <laughs> na naamini kwa sababu hii ni next level. E, na zimeongezwa aina nyingi za sanaa, na kwa sababu mimi ni mcheza sarakasi mzuri tu na luka sarakasi, nitakuja kujaribu bahati yangu <laughs> BSS uh, kwetu sisi BASATA imeonyesha e, kwamba sanaa si burudani pekee, lakini ni chombo cha mabadiliko kiuchumi, kijamii na kitamaduni. Imeibua vijana walioajiriwa kupitia ubunifu wao, imejenga taswira chanya ya Tanzania kupitia vipaji, na imechangia kwa kiasi kikubwa katika kuongeza ajira na kipato kwa vijana wengi wa Tanzania, mbali na waliotajwa. Lakini BSS imekuwa ni mfano wa kuwatengeneza vijana, wameingia mpaka kwenye mamlaka zinazosimamia sanaa e, tunaye hapa Blyson, naomba usimame tafadhali. Huyu ni mshindi wa BSS msimu wa kumi na mbili na sasa hivi ni afisa wa Baraza la Sanaa la Taifa. Kwa hiyo ni afisa msanii, aliingia kwenye mchakato wa ajira wa kawaida wa utumishi wa umma na akapangiwa kazi, na sasa hivi anaendelea kuisaidia sekta katika namna nyingine. Kwetu sisi BASATA tuseme jambo hili tumelipokea na tunaliunga mkono na tutakuwepo kwa muda wowote mtakapotuhitaji. Na sisi ni fursa kubwa sana. Sisi BASATA tumepewa jukumu la kukuza na kuendeleza sanaa nchini. Sasa huwezi kukuza sanaa kama huna program za kukusaidia kukuza sanaa, kwa kazi inayofanywa na, na BSS wanatusaidia kazi kwa kiasi kikubwa sana. Hii ni kazi kubwa na inatusaidia sisi kama serikali, na sisi tuseme kwamba tutakuwa pamoja na nyie popote pale mtakapotuhitaji na itakuwa next level. Baada ya kusema haya mengi katika machache, naomba niseme kwa niaba ya serikali na Baraza la Sanaa la Taifa, tunapongeza tena Azam Media na BSS kwa kuona thamani ya kuwekeza kwenye vipaji vya vijana kupitia ushirikiano huu. Pia tunategemea kuona ubora zaidi wa uzalishaji, wigo mpana wa watazamaji na hadhi kubwa ya kimataifa kwa kazi za wasanii wetu. Asanteni kwa kunisikiliza.